TMDA, mamlaka ya dawa pamoja na vifaa tiba. TMDA inahakikisha usalama alyakwatali wa kipindi cha TMDA na Jamii. Ni siku nyingine tena, mamlaka ya dawa na vifaa tiba naizungumzia, TMDA inakuletea mfululizo wa vipindi vyake vya uelimishaji vijulikanavyo kama TMDA na Jamii, kwa lengo la kukujuza, kukuhabarisha, lakini pia hata kukukumbusha mambo mbalimbali mbali ambayo yanatekelezwa ndani ya taasisi yako ndani ya TMDA kwa lengo la kulinda afya ya jamii. Kumbuka, mamlaka hii ina jukumu kubwa la kudhibiti ubora Usalama pamoja na ufanisi wa bidhaa za dawa, vifaa tiba na vitendanishi ili mwisho wa siku lengo la kulinda afya ya jamii liweze kufikiwa. Ninayekukaribisha kutoka TMDA na Jamii. Naitwa Gaudensia Simwanza na kualika ungane nami toka sasa mpaka pale nitakapohitimisha. Nasema karibu. Maisha kwanza na TMDA, TMDA, na TMDA. Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, kama ilivyo ada ya kipindi chetu ndani ya TMDA na Jamii, huwa tunakuwa tuna jambo letu ambalo kwa pamoja tunalijadili ili mwisho wa siku na wewe uweze kushiriki katika jukumu nzima la kulinda afya ya jamii. Kwa siku ya leo, TMDA tuko Sabasaba, tuko katika maonyesho ya kimataifa yajulikanayo kama Sabasaba, na kwa mwaka huu ni maonyesho ya 49 ambapo TMDA pamoja na mambo mengine imetinga TMDA imetinga nanga katika maonyesho haya kwa lengo la kutoa elimu. Tunatoa elimu kwa wananchi kwa ujumla wake, makundi mbalimbali, mbali ya wananchi ambao wanatutembelea katika maonyesho haya ya Sabasaba. Ungana nami ili ushiriki pamoja na washiriki wengine ndani ya banda la TMDA uweze kupata elimu, lakini mwisho wa siku na wewe uweze kuelimika. Maisha kwanza na TMDA kwanza na TMDA. Rudia banda la nani? Haya, hawa ndio watoto wazuri ambao wametutembelea leo sabasaba. Tukiwa katika viwanja hivi vya sabasaba, TMDA tunatoa elimu kwa makundi mbalimbali mbali ya vijana, lakini na watoto ambao ni vijana wa kesho, lakini pia na watu wazima, si ndio rafiki? Unajua kujipongeza eh? Mm -hmm. E, jip, jipongeze. Sinajoko, jipongeze, eh? ba mamlaka ya dawa na vifaa tiba tuna njia mbalimbali mbali za kuwafikia wateja wetu. Aa, pamoja na njia hizo, njia ya maonyesho pia ni njia ambayo tunakuja tunakutana na wananchi kama ambavyo wewe, tunaeleza kazi gani ambazo tunazifanya. Ah, pamoja na mambo mengine, sisi tunahakikisha ubora, usalama na ufanisi wa bidhaa za dawa, vifaa tiba na vitendanishi. Na katika maonyesho kama haya pia tunawaelekeza wananchi. Kwa mfano kwa yule ambaye anaingiza bidhaa zake anataka kuziingiza kutoka nje ya nchi, kuna taratibu mbalimbali mbali ambazo zimewekwa pamoja na miongozo. Kwa hiyo tunamkumbusha namna ya kuzingatia taratibu na miongozo ambayo ipo, ili mwisho wa siku sasa huyu asipate vikwazo vyovyote wakati anaziingiza hizi bidhaa nchini, kwa sababu pia hata anapotumia bidhaa za dawa yani, kwa mfano akiziingiza dawa vifaa tiba na vitendanishi, siku zote akizingatia masuala ya ubora, usalama na ufanisi, atambue kwamba mwisho wa siku naye anaweza akaja akazitumia hizo bidhaa. Bahati mbaya sana unakuta bidhaa za dawa labda au hata vifaa tiba, anaweza akatumia mtu asijijue yuko katika hali gani ya yeah, kiafya he. Sasa inawezekana ndo unazo labda famba zikiwa famba manake, utakapokuja kutumia wewe mwenyewe utakuwa ni miongoni mwa wale ambao he zitakuathiri. Sasa pia kingine kwa wale ambao watasema mimi bwana, siingizi bidhaa wala sina mpango wa kuingiza bidhaa au mpango wa kuanzisha kiwanda, tunachofanya tunaelekeza kwamba swala la kulinda afya ya jamii swala la, la kulinda afya ya mwananchi ya, ya, ni jukumu la kila Mtanzania kwa nchi ya Tanzania. Kwa sababu wewe kwa mfano ukatumia bidhaa za dawa au vifaa tiba ukapata madhara yoyote ya kiafya, una wajibu wa kutupa taarifa TMDA. Lakini pia ukabaini kuna mtu anaenda kinyume, labda unakuta anabadilisha vifungashio uh, vya bidhaa za dawa za vifaatiba una wajibu wa kutoa taarifa mamlaka ya dawa na vifaatiba au hata polisi. Kwa kufanya hivyo, unakuwa umeshiriki katika swala zima la kulinda afya ya jamii. Ndio maana tunasema swala la kulinda afya ya jamii ni jukumu la kila Mtanzania. Wewe ukimfichua yule, utakuwa umeshiriki katika swala hilo. Dawa za mifugo, vifaatiba na vitendanishi, hizi ambazo, eh, ni bidhaa ambazo ni muhimu katika eneo la afya mamtu na udhibiti huu au usimamizi huu unafanyika kuanzia kabla ya bidhaa hizi kuingizwa katika soko, baada ya kuingia katika soko, lakini pia tunafanya ufuatiliaji wa maudhi au madhara yanayotokana na matumizi ya hizi bidhaa. Kabla ya kuingia katika soko, tunazungumzia masuala ya kusimamia uzalishaji, usajili wa viwanda, lakini pia kufanya uchunguzi wa kimaabara wa hizi bidhaa. Mfano, mtu akitaka kuzalisha dawa hapa nchini lazima ajapate kibali TMDA, na baada ya kupata kibali tunaenda kukagua eneo lake la uzalishaji kujiridhisha kama ni bora na bidhaa zinazotoka pale basi zinakuwa salama kwa ajili ya matumizi. Lakini pia e, tunafanya uchunguzi wa kimaabara. Tuna maabara kubwa hapa tumeonyesha, tuna maabara iko katika eneo, tuna maabara sasa hivi tunazo maabara tatu kubwa iko hapa external Dar es Salaam, lakini tuna maabara nyingine iko Mwanza na tuna maabara nyingine iko uh, Dodoma. Hizi e, ni maabara kubwa, lakini tuna maabara ndogondogo ameshika tumeziita mini lab kits katika vituo vya bi forodha, ambazo tunatumia kupima usalama wa dawa kabla ya kuruhusu kuingia sokoni, ndio tunafanya screening. Lakini baada ya kuingia kwenye soko tunafanya pia ufuatiliaji, ukaguzi, lakini pia tunaita utaratibu wa kufanya ufuatiliaji wa bidhaa kwenye soko. Yaani tunaenda kuchukua sampuli za bidhaa kwenye soko, tunaenda kupima katika maabara, tunafanya ufuatiliaji wa taarifa za hizo kwenye kifungashio kuangalia kama bado zinakidhi vigezo vya ubora na usalama. Lengo ni kulinda afya ya watumiaji. Lakini mwisho tunafanya ufuatiliaji uh, wa maudhi au madhara yanayotokana na matumizi ya bidhaa hizi katika soko. Tuna, eh, tunaangalia mtu akitumia dawa au fatiba basi akipata shida anatoa taarifa kupitia mifumo tuliyoweka. Lakini pia eh, tunafanya uchunguzi kujua chanzo cha madhara. Lengo ni kusaidia wale wanaopata madhara, lakini pia kuwasaidia watumiaji wengine wasipate mauzi au madhara yanatokana na matumizi ya hizi bidhaa eh. Sasa sisi tunachokifanya ni kwamba yeye anaponunua zile bidhaa, lazima anunue bidhaa ambazo ni salama kwa ajili ya matumizi. Hizo bidhaa salama ni zipi? Zile ambazo sisi kama TMDA tumezihakiki akathibitisha kwamba ni salama kwa ajili ya matumizi ya viruhusu kuingia. Lakini pale anapotaka kuagiza bidhaa nje ya nchi, lazima apate kibali kutoka TMDA, kwa sababu anataka ninunue dawa X, labda dawa za kansa anapeleka Ocean Road, zile dawa zimetokea zngia zi, lazima apate kibali kutoka TMDA. Na kile kibali tutatoa baada ya kujiridhisha kwamba zile dawa anapotoa kile kiwanda tumekisajili na bidhaa tumefanyia uchunguzi wa kimaabara na kujiridhisha. Lakini kazi yetu nyingine ni kufuatilia madhara au maudhi yanayotokana na bidhaa za dawa, chanjo pamoja na vifaa tiba. Chanjo ni kundi la dawa, ipo kwenye kundi la dawa. Kwa mfano, unaumwa, umeenda hospitali, daktari amekwambia ukinywa hii antibiotic utapata kichefuchefu, kichwa kitakuuma, lakini umekunywa dawa wamepata vipele labda unachapika sana na nini, au ndio tunasema maudhi au madhara ambayo yanatokana na matumizi ya dawa. Mtoto amechomwa chanjo, labda amepata reaction pale ile sema ambayo amechomwa chanjo, au analia sana, kichwa kina muuma, amekuwa wa moto sana kama daktari hajakwambia hivyo vitu vitatokea, lazima utoe taarifa. Taarifa unaweza kutoa kwa njia mbalimbali. Unaweza ukarudi kwenye kituo cha afya ambao ulipata ile dawa au ile huduma, ukasema nimetumia dawa fulani, let's say mfano Panadol. nimetumia Panadol nilipewa hapa, imeniletea madhara moja, mbili, tatu. Au unaweza ukatumia ukaingia kwenye mtandao uka, uka andika taarifa za mauli ambao umepata, alafu zile taarifa sisi zitatufikia. Zile taarifa sisi zinatusaidia kujua, au madhara walopata ni kwako mwenyewe imeipata jamii, jamii kwa kiasi gani? Alafu na nini kifanyike? Saa nyingine inaweza tu kuwa amepata wewe, labda ni allergic reaction kwao, ndo maana imetokea hivyo. Kama tunavyojua watu wengi labda wako allergic na sulfa, ndo maana mtu akinywa labda anapata vipele au anapata malengelenge kwa hiyo inaweza ikawa ni allergic reaction, lakini saa nyingine inaweza ukawa na changamoto kwenye dawa. Kwa hiyo jukumu la mamlaka ni kumwambia mtengenezaji wa dawa kwamba kuna kiambata fulani fulani kimeathiri watu kiasi fulani. Aidha, arekebisha au akiondoe kabisa kwenye hiyo dawa. Lakini jukumu letu lingine ni kufanya elimu kwa umma, kama hapa tulivyo sisi, tunatoa elimu kwa umma, tujue TMDA nafanya nini tuko wapi na wapi, majukumu yetu ya msingi ni yapi, ambayo ni kulinda afya ya jamii, na kama kuna changamoto kama hizo, mtu labda anataka kutoa taarifa za maudhi au madhara ya dawa tukiwafanyaje? Lakini kuna watu ambao wanataka kuanzisha viwanda, mtu anataka kuzalisha viwanda vya vifaa tiba au dawa hapa nchini, taratibu zilizopo ni zipi? Au labda mtu anataka kuingiza dawa kwa ajili ya matumizi yako binafsi, taratibu zilizopo zi, zi, so ili upate kibali ni zipi? Lakini pia labda kama wanataka ushauri wa kitaalamu, umeanzisha kiwanda chako, unahitaji ushauri wa kitaalamu kuhusiana na njia mbalimbali na miongozo yaliyokuwepo ya uzalishaji. TMDA ndo wanahusika taratibu za kuingiza bidhaa za dawa pamoja na vifaa tiba nchini. Utaratibu uliopo ni lazima kwanza mtu ajisajili kwenye mfumo wetu ambao ni rahisi sana. Utaweka tu jina lako, email address, sehemu ambayo upo, unajishughulisha na biashara gani, na hizo dawa unataka uziingize kwa dhumuni gani hizo mm. bidhaa aidha dawa au vifaa tiba unataka uingiza kwa dhumuni okay. gani? Uh, kuna watu tunajua wanaingiza dawa kwa ajili au vifaa tiba kwa ajili ya matumizi binafsi mm. Kuna wengine wanaingiza kwa ajili ya biashara mm. Kuna wengine wanaingiza kwa ajili ya kutoa misaada donation. Sasa kila taratibu hapo zina procedure zake. Kwa mfano ukiwa unaingiza bidhaa za dawa uh, kwa ajili ya matumizi binafsi na hiyo dawa isiyo inapatikana hapa nchini mm, ni lazima hiyo dawa imetokea nchi inazalishwa nchi za nje, yaani hapa Tanzania haipo. Mm, utaingia kwenye mfumo, kama nilivyosema awali, unaweka tu email address, utapata namba ya ya kukutambua wewe sasa, alafu utaingiza cheti cha daktari, alafu na taarifa za hiye dawa hapo utapata kibali a kwa, kwa maana nyingine ndio mtu ambaye dawa yani, dawa hiyo hiyo na Tanzania, ipo hamruhusi. Eh, kwa nini? Kwa sababu Tanzania si tayari ipo. E, lakini pia ni pala unapoomba kuelezea, kunasema, kuandika maelezo ya kuweka maelezo, kwa nini lazima uingize dawa kutoka Kenya labda, hmm. na siyo hii ya Tanzania hmm. Una sababu maal. Maalum. Na hii sababu inabidi yani, kama tulivyokuambia dada pale awali kwamba Uh, taarifa za kisayansi hii ikizidi hii nyingine ndio utapata kibali. Uh-huh. Kwa ambao wanaingiza kwa ajili ya uh, matumizi ya biashara, ni lazima mtu amesajiliwa eneo lake la biashara. Kwa mfano wewe unataka kuingiza dawa, sisi lazima tukague jengo lako la biashara ambapo unatakiwa kufanyia, limekidhi vigezo vya kufanya biashara ya dawa, kuhifadhi alafu utaingiza taarifa za mzigo ambazo unataka kuingiza, unaingiza dawa kiasi gani na nini, lakini pia lazima hiyo dawa imesajiliwa ndo utaingiza hapa nchini kwao. E, kuna mtu mwingine anaweza kuwa ameshafanya ame usajili wa hiyo dawa, kwa mfano panado ameshafanya usajili wa ile dawa. Wewe utaenda kwenye ule mtu ambaye ameshafanya usajili wa hiyo dawa utamuomba kibali au ridhaa ya kuingiza ile dawa e, kwa Hmm. Unaingiza ile dawa na unaruhusiwa kufanya biashara, unapata kibali. Kwa maana hiyo nyinyi pia mnahusika na kusajili na, na na maduka ya madawa, maduka ya madawa ambayo yanaingiza dawa nchini eh. Kama ni duka la kawaida la rejareja, yaani duka la kawaida iko chini ya Baraza la Famasi ah. Wewe ukia na duka lako, unataka kuingiza dawa kutoka mm -hmm. India sijui, Uingereza, Marekani, wapi unaingiza wewe mwenyewe ndio utapata usajili timgini ana mm. tofauti gani mm. kati ya vitendanishi na vifaa tiba? Vitendanishi ni pati ya vifaa tiba, yaani vitendanishi ni vile vifaa tiba ambavyo vinatumika kwenye kufanyia vipimo. Kwa mfano, ukienda kuchoma kupima malaria, kile kitu anachokuchomea hapa, wanaweka h, wakiweka kwenye kile kiglasi hivyo, ndio vitendanishi mm. Vifaatiba sasa, kama sindano yenyewe sindano, mm. natumia kwa ajili ya nikiweka dawa, nikiingiza ikikutibu, kitanda cha hospitali, gloves kwa ajili, hizo ndo vifaatili za watoto, hio voz ni vifaatibakaribu sanaaamaisha wanza na baada ya kuona namna gani tunatoa elimu ndani ya banda la TMDA katika maonyesho haya ya 49 maonyesho kima ya kimataifa yajulikanayo kama Sabasaba. Uh, umefika wakati au wasaa wa kusikiliza wateja wetu wa kusikiliza wananchi, nini maoni yao baada ya kuwa wamepata elimu ndani ya banda la Sabasaba, ndani ya banda la TMDA, ndani ya maonyesho haya ya Sabasaba, wana mchango gani katika swala zima la kulinda afya ya jamii? Tuwasikilize. Nimefika katika maonyesho ya Saba Saba katika banda la mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA, na nimebahatika kupata elimu inayohusiana na masuala ya vifaa tiba pamoja na, na dawa kwamba TMDA wapo kwa ajili ya kudhibiti na kuhakikisha kwamba Tanzania tunapata dawa zenye ubora na zenye vigezo. Kwa hiyo nimefika katika hili banda lao hapa Saba Saba nimebatika kupata hii elimu na kiukweli, uh, nimetoa pongezi kwao kwa sababu wao wanahakikisha maisha ya wa Watanzania wengi yako salama kwa kudhibiti, uh, aina ya dawa, vitendanishi pamoja na vifaa tiba ambavyo vinaingia ndani, uh, ya nchi yetu. Kwa hiyo nasema pongezi na nimejifunza kitu kikubwa sana. Asante. Siku ya leo nimekutembelea nime duka la TMDA, mimi nimejifunza kwamba Da, dawa ni virutubishi ambavyo vinaondoa maradhi mwilini na vimelea ni, ni virutubishi vibaya ambavyo vinatengeneza na magonjwa mwilini. Ah, ni hapa nimetembea katika banda la TMDA, nimejifunza vitu mbalimbali ambavyo nimejifunza jinsi jinsi TMDA wanavyokagua dawa na vifaa tiba ambavyo vinaweza kusaidia katika maisha yetu na afya yetu katika jamii, ili i angalie um, ili viwe na madhara au havina madhara. Mbele yenu niko hapa kutoa preview ya kitu ambacho nimekigain leo, hasa kwenye mamlaka adana ya dawa na vifaa tiba. Hapa ya nimepata fundisho kubwa sana na ni kitu ambacho kimerahisishwa kwa sisi wa Tanzania, hasa wawekezaji wa ndani, kwamba tunaweza kuwa na access eh, kuna mifumo imerahisishwa sana kwa ajili yetu Watanzania ambayo itafanya tupate hizi dawa tupate vifaa kwa bei rahisi na kwa njia rahisi kwa uharaka ili wateja au wahitaji waendelee kupata zaidi. Na pia kama mtumiaji eh, ambao sisi binadamu wa kawaida tunajua kwamba tunaweza tukaumwa muda wote. Tunapata ile awareness ya kujua kwamba kipi ni real na kipi sio real kwenye hii tasnia hii ya, ya dawa ili tuendelee kuwa na afya zilizonyooka. Leo nimepata fursa ya kutembelea mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA. Nimeenjoy na nimenufaika na vitu vingi, nimefanikiwa kufahamu shughuli inayofanya na, na nimegundua taasisi hii inafanya kazi kubwa ya kuimarisha usalama na ubora wa vifaa tiba, na pia nimeelewa jinsi gani ya ya <laughs> Sorry, sorry, sorry. Sorry. Takata, eh? Yeah. Okay. Yeah. Nimegundua jinsi gani taasisi hii inafanya kazi kwa uthabiti kabisa ku make sure uh, wananchi wa taifa hili wanapata, wanapata usalama na ubora wa vifaa tiba katika taifa hili. Asanteni sana. Leo nimepata fursa ya kutembelea banda la TMDA hapa Sabasaba na nimefurahi kujua kuna jinsi ya ubora na na maabara zao zinafanya kazi vizuri kupata dawa zetu hizi kwa ubora kabisa wa afya yetu. Nimefurahi sana. Kitu ambacho nimejifunza nilikuwa nachanganya kati ya TMDA na taasisi zingine kuhusu masuala ya dawa. Kwa hiyo nimejua kwamba nikitaka kuitemdiaini kwa ajili ya madawa na zile tiba asili ni kwa ajili nyingine. Leo nimetembelea katika banda hili la mamlaka ya dawa na vifaa tiba, nimepata kujifunza taarifa mbalimbali kuhusu kiwandani, kama kunatakiwa mtu anatakiwa kuzalisha eh. <laughs> inaweza kuanza. <laughs> Kwa jina naitwa Heavenlight Kagia, leo nimepata bahati ya kutembelea banda la TMDA hapa Sabasaba. Nimepata kujifunza kuhusu ufunguzi wa kiwanda, kupata taratibu za kufungua kiwanda cha kuzalisha dawa hapa Tanzania, ambapo wameweza kunielezea procedure kama nitahitaji kufungua kiwanda cha dawa na pia kama kuna kuna wamenielezea taratibu za kuweza kuingiza dawa au kuweza kusambaza dawa na elimu nyingine kuhusu dawa iko <laughs> sawa? Ninapenda mi kuwashukuru TMDA kwa huduma ambayo wanaweza kutupatia kwa maana wanahakikisha usalama wa dawa ambazo tunazitumia sisi wa Tanzania. Kwa hiyo tunatoa pongezi na kuwashukuru, waendelee kufanya kazi vizuri na kutoa ushirikiano katika jamii. Uh, leo nimetembelea banda la TMDA katika maonyesho Sabasaba jijini Dar es Salaam yanayoendelea, nime na nimetembelea banda la TMDA, nimejifunza vitu vingi sana Nimeona namna ya TMDA inavyofanya kazi kuhusiana na vifaa tiba uh, dawa na vitendanishi. Nilikuwa sielewi nini maana vitendanishi na vifaa tiba, lakini wahudumu wa TMDA wamenielewesha nini maana vitendanishi na nini maana vifaa tiba. Lakini vilevile nimejifunza namna gani uh, mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA inavyoweza kudhibiti uingiaji wa holela wa dawa mbalimbali mbali kutoka nje ya nchi na kupitia wao, kumbe ina maana kuna baadhi ya dawa hazingii Tanzania mpaka wao waziruhusu kuingia. A, haya ni manu, ma, ma, ma, mafanikio mazuri sana kwa nchi yetu, kwa sababu leo hii tukiruhusu kila dawa ingie Tanzania basi na maana dawa nyingi sana zitaingia na wananchi wetu watapata madhara mbalimbali ambayo so sio mazuri kwa afya zao. Tunashukuru sana kwa sababu inasaidia kuzuia uingiaji wa holela wa wadawa wadawa katika nchi yetu. Asante sana. Maisha kwanza na TMDA, TMDA na TMDA, afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, hakuna lililo na mwanzo likakosa kuwa na mwisho. Hivi ndivyo maoni ya wadau wetu kuhusiana na maonyesho, kuhusiana na taasisi hii kushiriki katika maonyesho haya ya 49 ya Sabasaba kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Ni imani yangu umewasikiliza lakini pia umepata elimu kuhusiana na swala zima la kulinda afya yako, masuala mazima ya udhibiti wa ubora, usalama pamoja na ufanisi wa bidhaa za dawa, vifaa tiba na vitendanishi. Ni imani yangu kwamba utaendelea kuwa na TMDA ndani ya TMDA na jamii, na ninakwambia kwamba mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Ninakushukuru kwa kuwa umekuwa nami toka mwanzo wa kipindi hiki hadi muda huu ninapohitimisha, na mimi naitwa Gaudensia Simwanza, lakini ninakualika ukiona maswali maoni au dukuduku usisite kutuandikia kupitia barua pepe ya info@tmda.go.tz, au kutupigia nambari ya bure kabisa ambayo mamlaka hii imeshailipia, nayo ni sifuri nane sifuri sifuri moja moja sifuri sifuri nane nne. Mpaka muda na wakati mwingine, nasema kwa heri.